4221 kiliokolewa katika ufuatiliaji wa miradi ya maendeleo. Fedha hizo zimeokolewa katika miradi minne, miradi minne ya sekta ya elimu, ambapo ilibainika kwamba baadhi ya wazabuni walilipwa kinyume na mkataba. Kuna sehemu malipo ya bidhaa yalikuwa ya ya pungufu au dhaifu mabadiliko ya kazi yasiyoendana na gharama za mradi, mafundi kulipwa kabla ya kufanya kazi na kutowasilishwa kwa kodi e, ya zuio serikalini. Sasa kwa ujumla wake katika miradi hii minne hizi e, dosari ndogo ndogo hizi ndio zilikuwa zinafanya jumla ya shilingi milioni kumi na nne na laki mbili na ishirini na moja kama nilivyosema hapo awali. Aidha, katika kipindi hicho, kwa sasa, kwa ujumla, katika kipindi hicho jumla ya miradi ishirini na tisa ya maendeleo tuliifuatilia, na miradi hiyo ilikuwa na jumla ya thamani ya shilingi bilioni 9.5. Na miradi hiyo ilihusu sekta za elimu, afya na ujenzi. Sasa katika ufuatiliaji wetu katika jumla miradi yote 29 kulikuwa na miradi miwili ambayo ilikuwa na changamoto kubwa ambazo zilitulazimisha tuanzishe uchunguzi mara moja. Miradi hiyo miwili ina jumla ya shilingi milioni 917 e, laki saba na ishirini na tano elfu. Uchunguzi umeanzishwa na uchunguzi utakapokamilika tutapasha na habari.